Naam, e, bwana moja kati ya vitu ambavyo vimemake headline huko mtandaoni, bwana ni kuhusiana na msafara wa magari ambayo aliamua kuyatumia Harmonize kwenda airport. Nadhani utakuwa unakumbuka kwamba siku chache tu zilizopita ni siku ya jana actually, sio siku nyingi, ni kwamba siku ya jana Harmonize aliungana pamoja na Mario kwa ajili ya kwenda katika show ya mheshimiwa rais kule kanda ya ziwa, na katika safari hiyo ni kwamba alikuwa ameandaliwa usafiri wa ndege binafsi airport, akiwa yeye yuko na Mario na mmoja wapo pia alikuwepo na Harmonize kutoka Dar es Salaam nyumbani kwake pale salasala mpaka airport kwa ajili ya kupanda ndege na kwenda e, kule kanda ya ziwa katika ziara ya mheshimiwa rais, alitoka na msafara wa gari zake ambazo yuko nazo sasa. Katika huo msafara bwana, kulikuwa kuna range e, kulikuwa kuna BMW ya kwake yeye Harmonize ile convertible, lakini pia kulikuwa kuna Mercedes Benz ambayo ilikuwa imembeba Mario. Vile vile ilikuwepo ile kajara 3 gari ambayo ni defender ambayo Harmonize mwenyewe alikuwa ameinunua zoso hizo ndo gari ambazo zilikuwa katika huo msafara. Sasa, kwa mujibu wa wadau eh, huko mtandaoni wanadai kwamba eh, bwana lifestyle ya kwenda kupanda private jet lazima uende airport pale ukiwa na gari za maana. Yani, gari ndonga kweli kweli, kama the way hewei ambavyo tunavyomwonaga Diamond anavyofanyaga waga, anaenda na Rolls Royce, Cadillac Escalade mbili yes, Mercedes Benz Sprinter van pamoja na gari nyingine kama vile Maybach au gari fulani hivi ambazo ni za kijamwezi za gharama kubwa. So kwa upande wa Harmonize amepewa kama somo na wadau mbalimbali huko mtandaoni. Uh, wamekuja wamemwambia kwamba anatakiwa aongeze gari kali za kinyamwezi zaidi za kuendana na hadhi yake. Huyu hapa si mwingine bali ni Haja Incredible, eh, Haja the Incredible bwana ameposti katika ukurasa wake wa Instagram siku ya jana, maana aliposti kwanza ndani akarekodi video, nitakusikilizisha video alichokizungumza Haja. Lakini alichokirekodi jana kwenye caption aliweka pia maoni kuhusiana na the same thing ambacho tunachokizungumza hapa. Jana Haji aliandika kwamba sidhani kama ni sahihi sana kuleta dhihaka na maneno ya hovyo kwa Konde Boy waile. E, amekuwa hapo kila wakati kupambania tasnia na, wa, na watu wanaomzunguka kila wakati. Tumekuwa e, kila wakati tumekuwa tukiwasii wasanii wetu kujenga taswira zao, kulinda brandi zao. Kwa hiki alichokifanya Konde kwangu mimi ni ushindi e, na mwendo unapaswa kuwa hivi. Tulipofikia tunahitaji lifestyle hii, na Harmonize ana deserve kuishi maisha haya. Alafu sasa, baada ya kuandika hivyo, hapa ndipo aja akaja akadondosha hilo dongo, akamwambia kwamba bwana mzee Konde hapo ajitahidi aongeze ya vyuma, yani aongeze ya magari tu ya kuzunguka, hiyo jet pale airport. Haya magari aliyokuwa nayo eh, kila mtu anayo, dharau Umeona, bwana, so hicho ndio kitu ambacho amekizungumza Haja, amesema kwamba inatakiwa Harmonize bwana aongeze vyuma, kwa sababu hizo gari ambazo yuko nazo kila mtu hapa Bongo sasa hivi yuko nazo, kwa hiyo ni dharau. Umeona bwana, so akaja sasa leo akaposti video akiwa anali-explain zaidi hilo swala, hebu msikilize hapa. Mambo vipi? Ndugu zangu, kinachoendelea sasa hivi kwa Konde Boy, kimakonde timeline mpaka leo, sio mtu ambaye anakubali vitu kushindwa. Yani sio sio sio sio mambo yake na kiasili, hiyo ndio nimesema kimakonde hiyo. Kwa hiyo jamaa anatekeleza utamaduni wake, anachokifanya, wengine kama hivi wanakidhihaka. Ile jetu naita aviator, which is mimi sioni ni mbaya kwa sababu inawakatisha kama inamkatisha tamaa, lakini ndo system ya muziki wetu ulivyo, kuchangamsha game na nini. Huyu atasema hiki, huyu anasema kitu hiki, lakini yote kwa yote lazima malengo yatimie. Kwa hiyo mimi nime nime, nime, nime kuja kuzungumza uh, hili ili kuendelea kum encourage na kumpa ushauri kidogo. Unapoanza kubadilisha mfumo wako wa maisha, hasa msanii, kwenda kwenye maisha mengine Expensive. Ni lazima uhakikishe kila kitu ambacho unakifanya kinaenda kwenye mlengo huo. Sasa hivi Harmonize ameanza kutumia hiyo jeti. I believe itakuwa mwendelezo, sio tu mara moja ya kwenda Mwanza. So, na expect kumuona uh, uh, akienda labda Shinyanga ama maeneo ya Morogoro. Yaani, lifestyle yake anapotoka nje ya mikoa na nje ya nchi. Awe anatumia usafiri huo. Sasa usafiri huo una vichombezo vyake. Kwa mfano, anatumia jetu kwenda Mwanza, kuna magari ya convoy yanakusindikiza kutoka nyumbani kwako mpaka airport. kutoka airport unachukua jet unasafiri, unaenda mpaka unaenda, unapotoka na msafara, hutakiwi kutoka na msafara wa magari ya bei rahisi, bei ya chini jet kusafiri kwenda mataifa mbalimbali while anakaa kwenye nyumba ya kupanga. So huyo mtu niligundua kwamba hana elimu kuhusu issue za branding na issue za muziki ama sanaa kwa ujumla. Ukiwa umeanza kutumia msanii yoyote ama mtu yoyote, unapoji upgrade kwenye lifestyle yako ya magari, namna ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya usafiri kama hivyo, sasa kutoka nje za nchi na nini eh, lakini vilevile vile nyumba ambayo unaishi ina kurenki wewe kwenye nyingi. So hiyo inakuongezea nafasi ya wewe kusaini deal za pesa ambazo zinaendana na kile ambacho unakifanya, ndio maana nasema fake it until you make it. Naswe kuna watu wanakolisha magari kwa ajili ya kutembelea tu ionekane na kupigia picha ionekane, huyu msanii ana kiwango hiki cha pesa while, sometimes not. Hiyo inamsaidia yeye kuwaaminisha makampuni mataasisi mbalimbali kuwekeza pesa mingi kwake, kwa sababu lifestyle yake inasoma zaidi ya bilioni moja. Huwezi kulipwa bilioni tatu. So hata hatamrais ana uwezo wa kutengeneza hizo pesa kwa alipofikia, endapo kama ata upgrade convo yake. msanii kuna magari brand zao zinastua, yani ni kubwa. Kwa hiyo ukitoka nalo tu lazima mtu aogope. Kwa hiyo hiyo ajifunze. BMW hizi zipo nyingi, nilisema jana. Zipo nyingi watu wengi wanazo. Hazistui. Mimi juzi nilikuruzana mtu mmoja pale kule Bahari Bichi ana gari kama ile ndogo ya Mini ya BMW. You see? Tumemalizana. Kwa hiyo endesha gari ambayo mtu wa nyuma yako anaogopa kukusogelea, akikugusa awaze kuhusu milioni ishirini za kupiga rangi. So wakati tunatengeneza tunatengeneza brandi ya kutumia jeti lazima tuanze huko chini, usafiri wa magari tunatumia magari ya aina gani? Ndio maana kama unakumbuka Diamond kabla ya kuja na kutembelea kuruka na majeti alianza kushusha Rolls Rolls Royce Royce recent, tukamwona anaanza kutumia jet jet jet. Kwa hiyo hiyo unaona Rolls Royce ndio inampeleka inampeleka airport airport airport, ikifika airport, anashuka anapanda Escalade, airport, anashuka na na panda panda anaenda anaenda kwenye kwenye so so hiyo inaongeza thamani ya msanii so, shout out to you mzee, endelea kuleta ngami kama kawa, hakuna bila bila kuchoka. Mimi natamani kuona wasanii wakiwa wengi kule, tunazungumza kwa lugha tofauti. Damu ndishatangulia tuko naye tayari pale, tunawahitaji wengine. Shangwe pia kwa nani, nishamona shatumia jeti mara kadhaa kwenye safari zake. So hiyo ndio branding ambayo itakuheshimisha wewe msanii na kukutofautisha na wasanii wengine wengi. Kama unaweza kuwekeza kwenye hilo eneo, unajipa muda tu

kisoma, lakini wakati mwingine kule ndani kuna kuna namna, kuna ambavyo huyu mchambuzi amezungumza kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa uzuri sana so ukini judge kwa sababu ya title ya juu yakyauu maana wanikosea na nyama. Kwa mfano nimepokea matusi mengi, nimetukana sana kwa vitu ambavyo kimsingi vilipaswa kupongezwa maybe kwa hiyo